Anasema huwa allahumma hadha abduka, hadithi ya dua alisoma uh, Abu Hurairah eh? Anasema allahumma, ewe eh, Mola wangu wa haki. Hadha abduka, huyu ni mja wako. Wabnu abdika, na mtoto wa mja wako. Kharaja min rauhi dunya, ametoka kwenye uwanja wa dunia. Wa saatiha Sawa so, na mapana yote ya dunia ameyaacha. Wamahabubihi na wanaompenda, wa ahibaihi na vipenzi vyake vyote kaviacha, yaani kama ni mke kaacha mume, kama ni mume kaacha eh, mke na watoto na wazee na nani kawaacha wote, na marafiki sawa so? Ila dhulmati alqabri, huyu mja wako amekuja wa katika kisa cha kaburi. Wama huwa laqihi, na atakayokutana naye umo kaburini. Kana yashhadu an laa ilaha illa anta, sisi tunashuhudia kwamba alikuwa anashuhudia kwamba hapana mola apasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, na kwamba Muhammadi ni mjumbe wako na mtume wao. Sisi haya tunakiri, huyu mwenzetu aliyetangulia tunakiri, tulikuwa tunamwona akifanya hivi. wa anta alam bihi minna, lakini wewe Mwenyezi Mungu unamjua vizuri kuliko, kuliko sisi. We unajua undani wake kuliko sisi. Allahumma innahu nazala bika, huyu aliyekufa leo hakika ni mgeni wako, kashuka kwako leo waakta khairu manzuri bi na, sisi tunaamini kwamba wewe ni mbora wa kufikiwa na wageni eh, huyu katoka duniani tena kaja kwako, na wewe ni mbora wa kufikiwa na wageni. wa asbah faqiran ila rahmatik, huyu sasa amekuja kwako fakiri, anahitaji rehema zako, hana kitu Eh, tumemvisha sanda sisi tu ndio kaja, hana kitu, anahitaji rehema zako. Wa anta ghaniyun an adhabihi, na sisi tunakujua wewe Mwenyezi Mungu, wala una haja kukiadhibu kijitu chenyewe cha kuletea wewe. Umejitosheleza na kuadhibu kijitu kama hiki, hata kama kilikufanyia makosa. Wa anta ghaniyun an adhabihi, na wewe umejitosheleza Mwenyezi Mungu, una haja ya kumwadhibu huyu mtu. wakatijiinaka radhibina ilaika, sisi tumemleta tukiwa tuna tunapendelea kwako. shufaaa lahu tunamleta kwako kama mashafii kama waombezi, tumekuja tunamwombea. Ya Allah huyu ndugu yetu katoka kwetu raghibina shufa'a lahu tukiwa na tamaa kubwa kwamba maombezi yetu sisi yatamfaa huyu mtu. Allahuma, ewe mola wetu wa haki, in kana muhsina, ikiwa huyu tuliyomleta alikuwa ni mtu mwema hapa duniani, anaswali anajikataza na mabaya, anasaidia watu, fazid fi ihsanihi Tunakuomba mzidishie huo we, wema aliokuwa anaufanya, mzidishie kwa kumpa malipo mengi. Wainkana musian, ikiwa kwa bahati mbaya alikuwa mtu mbaya hapa duniani, kuswali haswali, akiambiwa mambo ya kheri hataki. Fatajawaza anhu, Mwenyezi Mungu hebu fanya kama huyaoni tajawaza kama unapuuzia hayo ambayo mabaya aliyokuwa anayafanya, tunakuomba uyapuze tu hayo mabaya aliyokuwa anayafanya. Fatajawaza anhu hayo, Mwenyezi Mungu achana nayo. Tunakuomba walakihi birahmatika al-amna min adhabika, mkutanishe kwa rehema zako na amani kuliko kumwadhibu. Tunakuomba Uwezo wa kumwadhibu unao, na kweli jitu hili lilikuwa litaki kuswali litaki kufanya nini, lakini tunakuomba sisi tunakuomba tu mkutanishe na amani kuliko kumwadhibu, maake adhabu ya Mwenyezi Mungu hakuna anaiweza. Iendelee hiyo amani, hata tabathahu ila jannatika birahmatika, mpaka utakapokuwa umempeleka kwenye pepo yako kwa rehma zako.